Hello, habari ni wakati mwingine tena na wasa mwingine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia mbalimbali. Basi leo nimekuletelea teknolojia hii hapa, tega sikio lako vizuri, ili uweze kunisikiliza kwa makini. Nakukaribisha kama we ni mgeni katika chaneli hii ya Shayia TV, hebu angalia chini ya video yako, kuna neno limeandikwa subscribe Hebu gusa hilo neno mara moja tu, alafu kuna kakengele kako hapo juu, hebu kagusa na kenyewe mara moja. Kwa kila taarifa ambazo nitakuwa natoa au elimu ambazo nitakuwa natoa au mafunzo ambayo nitakuwa natoa au kwa kila video ambayo nitakuwa naitoa utakuwa unaipata kwa haraka zaidi, bila kupoteza time, bila kupoteza muda. Hebu twende sambamba leo, nimekuletea taarifa muhimu sana hii. Elimu ni muhimu na kila mtu anatakiwa ajipatie elimu hii, kwa sababu asilimia ya watu wengi ni wakulima, wengine ni wafanyabiashara. Lakini leo tuko na wafanyabiashara. Bwana mfanyabiashara, ambao una malengo makubwa, inatakiwa uwe na cheti hiki cha BRELA. Hiki cheti kinatumika kusajilia biashara yako kwa mfumo wa kampuni. Tunaposema mfumo wa kampuni, maana yake unaanzisha kitu ambacho kitakuwa kinajihusisha na bidhaa mbalimbali au kinabeba ajira tofauti tofauti, yaani mtu zaidi ya mmoja. Hiyo ndio kampuni. Kampuni maana yake ndio kama hivyo ni mtu zaidi ya mmoja, biashara ambayo inafanywa na mtu zaidi ya mmoja. Maana yake unaweza ukaajiri watu tofauti tofauti. Sasa ni vizuri biashara yako ukaisajili kwa mfumo wa kampuni. Faida za kusajili biashara yako kwa mfumo wa kampuni, maana yake ukisajili kwa mfumo hiyo, utapajipatia hicho cheti cha BRELA. Faida yake kuwa unaweza ukaenda ukakopa mkopo mkubwa sana ambao utakufanya uweze kupanungua biashara yako kwa ukubwa zaidi. Hiyo ni faida mojawapo, lakini vilevile hiki cheti ni muhimu kwa kampuni yeyote. Kampuni yeyote lazima iwe na cheti cha BRELA. Kampuni ziko nyingi za ujenzi, kampuni e, kampuni za usafirishaji na kampuni nyingi tofauti tofauti ambazo zipo katika nchi tofauti tofauti au hapa nchini Tanzania, lazima uwe na cheti cha BRELA. Basi wewe kama unataka kusaidia watu wawe na cheti cha BRELA au kufungua kampuni tunasema kusajili kampuni kwa mfumo wa BRELA, hebu nisikiliza kwa makini kupitia video hii. Alafu vilevile kama wewe unahitaji kufungua kampuni sasa sasa, na unahitaji iko cheti cha BRELA na unahitaji kusajili biashara ya yako hebu nisikilize pia kwa makini basi. Kitu cha kwanza kabisa utaenda kwenye application ya Google kama mimi jinsi nilivyoenda hapa kwenye application ya Google. Nimerudia tena application nini ya Google, unaweza ukaenda browser yote, lakini sasa mimi nakwambia nenda Google, nenda tu kwenye simu yako alafu andika neno BRELA kama jinsi mimi nilivyoandika, usimeona hapa chini hapa chini sehemu kuandikia, nimeandika BRELA. Hebu andika hivi, ukiandika BRELA kuna maneno yatajitokeza hapo juu, kuna www.brela.go.tz, lakini chini yake kuna neno la maandishi ya bluu limeandikwa BRELA, alafu chini yake kuna maandishi mengi mengi, utaachana na hayo maandishi. Sasa juu kabisa hapo chini ya BRELA ya herufi kubwa kuna neno limeandikwa BRELA ORS, yani BRELA Online registration system. Sasa utabonyeza hilo neno hilo hapo lilioandikwa BRELA ORS, yani hiyo Online registration system ilioandikwa kwa kifupi. Hebu bonyeza hiyo hapo, au touch au click. Nisikilize kwa makini, fanya hivi. Baada ya kufanya hivyo itafunguka kama hivi ishafunguka. Yatakuja maandishi makubwa BRELA. Hiyo ni icon ya BRELA ambayo iko hapo, bila shaka unaiona, hiyo logo ni ya BRELA alafu chini kuna Swahili, kuna Online Registration System. Sasa we utaachana nayo maneno mengi mengi, utakuja sehemu iliyoandikwa create create ORS account. yaani tengeneza account hiyo hapo, sasa ya Online Registration System account. Unda akaunti yako hapo. Narudia tena. Kuna neno limeandikwa hapo, kama neno hapo limeandikwa create ORS account. Kuna rangi ya njano hiyo kwenye kiboksi cha mstatili cha rangi ya njano. Hebu kibonyeza iko au kiklike au kitachi. Hebu kibonyeza. Ukisha kibonyeza itafunguka kama hivi. Maana yake kuna fomu itafunguka. Hii fomu inatakiwa ujaze ya mtandaoni au ya online. Kuna sehemu ya kuandika nationality, utachagua Tanzanian wewe ni Mtanzania. Kama ni nchi nyingine sawa, lakini kama ni Mtanzania andika Tanzanian. Haya, utachagua tu, ipo hapo. Date of birth utaandika tarehe yako ya kuzaliwa. National ID utatafuta nida yako hapa. Kuna sehemu imeandikwa load from nida, utatafuta e, nida lakini wewe utaachana na hayo mavitu mengine hiyo. Kuna sehemu imeandikwa first name utajaza jina lako la kwanza. Middle name utajaza jina lako la katikati, yani jina la baba, alafu last name utajaza jina lako la mwisho au jina la babu au jina la ukoo pia. Ehe. Afu kusema kuna kipengele cha kuandika gender. Basi kuna kama wewe ni mwanamke utaweka kwenye, uta click hapo kwenye female. Kama wewe ni mwanaume uta click ki, uta select hapo, au uta click sehemu ya male. Mobile telephone utajaza namba yako ya simu. Yaani hapo sehemu ya mobile telephone utajaza namba yako ya simu. Afu email address utajaza barua pepe yako au email. Mfano wa barua pepe, kama hujajua vizuri, mfano mfano Shamnair, mfano jina ni Shamnair, kwa utaandika Shamnair, kutaandika mfano shamnair@gmail.com. Email hiyo inatengenezwa Google, unaweza ukaenda Google ukatengeneza email yako, au kwenye browser nyingine yoyote. Kila mtu ana email yake, na simu huwa zinasajiliwa kwa email email. Kwa hiyo hiyo email ndio unatakiwa uweke hapo, au unaweza ukaweka email ya kampuni Password utatengeneza password zako, yani tunasema kwa Kiswahili nywila, utatengeneza nywila zako ambao utakuwa unaingia kwenye hiyo account ya ya BRELA. Ukishatengeneza password, utarudia tena zile password ulizotengeneza mara ya kwanza. Unaona, utazirudia. Maana utazitengeneza password au nywila, alafu tena utazirudia tena kuziandika. pseleo andika repeat password Utazirudia tena. Ukishazirudia kuna maneno yameandikwa hapa 61220. Haya maneno haya hapa ni kutokana na account unayofungua. Yatakuja tofauti tofauti kwa jinsi, kama wewe ni, kama wewe sio mtaalamu mtandaoni unaweza ukampa mtu mwingine akakutengenezea account lakini akafuata maelekezo jinsi ninavyofanya hapa. Haya. Kuna sema enter the text above, yaani andika haya maneno yanayoonekana hapo juu hapa, hapa juu sita moja mbili mbili sifuri ya andika kwenye kibox cha mstatili hapa. Baada ya kuandika ama naona kwenye kibox cha mstatili kuna sema imeandikwa privacy and liability. Kuna kibox kidogo hapa mbele utakitiki utabonyeza. Ukishabonyeza pia itaweka tick, yani I agree with privacy and liability terms acceptance agreement. Chini kuna view privacy and liability. Achana nayo. Kuna sema andiko submit Yenye kitiki hapa au kinalia hapa, hebu utakliki sasa hapa. Ukiweka tu hapa submit, utakuwa umewasilisha taarifa zako, taarifa zako za online registration system. Bila shaka umeelimika na elimu hii ya kusajili biashara kwa mfumo wa kampuni au BRELA, tunasema utajipatia cheti cha BRELA. E, basi ukishatengeneza akaunti kama hivi Utaingia kuna sehemu ya kulipia, utalipia hiyo hela kwa hizo system walizoeleza wenyewe BRELA hapo, eh, kama hivi. Ukishalipia utajipatia copy kama hii ya online. Ukishajipatia copy ya online kama hii, hii copy utaidownload. Ukishaidownload hii copy ya ya cheti cha BRELA, ukishaidownload utaenda stationer au kama una printer hapo, utaiprint, itakuwa katika mfumo wa hard copy au kwenye karatasi cheti siku moja au ndani ya uh, mwezi ukapata siku mbili, lakini siku hizo pia umeboresha ndani ya masaa machache tu cheti cha BRELA ndo, kama jinsi unavyoonekana hapa. Iki cheti ni cha kampuni, kama unahitaji kufungua kampuni au una, kama unahitaji kusaidia wengine ili wa wao wasajili biashara zao kwa mfumo wa, wa, wa kampuni basi, sina mengi leo na kutakia siku njema, ila nakukumbusha kama uja subscribe channel hii, hebu angalia hapo chini ya video hii, kuna maneno yameandikwa subscribe. E, gusa neno hilo mara moja. Tukishagusa neno hilo mara moja, utakuwa umejiweka karibu na chaneli ya Shayia TV. Na kutakia siku njema.